Tafadhali bonyeza neno subscribe chini ya video hii. anda wa kikosi cha majini cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Admeli Alireza Tangsiri amesema yumkini Sepah ikazindua manowari mpya ambazo muundo wake unashabihiana au utakuwa bora zaidi kuliko wa Marekani. Akizungumza katika kipindi cha televisheni ya Irib, kamanda wa jeshi la wanamaji la IRGC Ametoa muhtasari wa mafanikio ya kijeshi ya kikosi hicho cha majini cha IRGC katika miaka ya hivi karibuni. Kamanda Tangsiri amesema jeshi la wanamaji la IRGC limetengeneza aina mbalimbali za makombora, ndege zisizo na rubani na nyambizi, na wizara ya ulinzi kwa ushirikiano na shirika la usaidizi wa vikosi vya wanajeshi pia imezalisha nyambizi bora za kisasa. Akizungumzia uudaji wa meli ya kubeba ndege zisizo na rubani ya Iris Shahid Bageri, admeli Tangsiri amesema meli ya Shahid Bageri ni meli ya matumizi mbalimbali mbali, na ni kituo cha kijeshi cha majini. Chombo hiki kinaweza kubeba mifumo miwili ya kurusha makombora, ambayo ni meli kumi na nne za kurusha makombora. Tumeunda meli ambayo ni bora zaidi kuliko miundo sawa ya Kimarekani, na katika wakati mwafaka tutaizindua. Kamanda wa jeshi la wanamaji la IRGC amesema hayo alipokuwa akizungumza kuhusu meli mpya za kikosi hicho. Alipoulizwa kuhusu makabiliano ya Iran na Marekani katika maji ya Guba ya Wajemi, ameeleza bayana kuwa leo Marekani haiwezi kushambulia meli zetu za mafuta na ikiwa itafanya hivyo tutakabiliana nayo. Wamarekani hawawezi kutukabili katika Guba ya Wajemi kwa sababu tuna uwezo wa kupambana nao, amesisitiza kamanda wa kikosi cha majini cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC.